Allahumma jizihi anna khaira jazai wa khaira ma juzia ahadu an qaumihi wa an ailatihi. Amma badu, tuendelea na mada yetu ya vita vya shetani kupigana ama kupinga njia ya mola subhanahu wa ta'ala. Tumeambiwa kule nyuma, wala tatabiu subula fatafaraka bikum wala tattabi'u subula fatafarraka bikum. Musifuate vijinjia njia kando kando ya ile njia main road fa, fa, fatafarraka bikum ansabili, itawatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ita, itawatoa katika njia ya usalama kufika salama. Na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amekariri sana akitwambia fa inna dhiba yakulu ya min alghanami alkasiya alfadha alhadha Yani mbwa mwitu iwamtegea yu yule mbuzi ama kondoo aliyetoka katika foleni ya njia kuu ya kufuata group. Kwa hivyo mola tuambia, walatatabiu subula fatafarraq bikum ansabili, kwa maana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, hii njia yangu ndo iweka ya kuoa, yani kaha, ndio njia ambayo itawafaulisha, ndio njia itawajengea community ndio njia itawapa peaceful, ndio njia itawapa utajiri utajiri. Sawa, ni utajiri wa mali au utajiri wa akili au utajiri wa kutosheka, yani uwe ghaniyun mustaghni, yani tajiri ambao umejitosheleza mwenyewe kwa sababu ya mola subhanahu wa taala na nawamwamini mola wako na imani yako kamili. Mola atujalie ni katika hao. Kwa hivyo, mwanzo tuendelea kumaliza zile hadithi, alafu ndo tueleze hatari kuba zaidi ya zina atuambia, alimamu al-Bukhari amepokea hadithi pia kutoka kwa saidna Anas radillah anhu qala ala uhaddithukum bihadithin samituhu min rasulillahi alayhi wa sallam, hebu niazimeni masikio yenu niwaelezee mazungumzo ambao mimi mwenyewe Anas nimeyasikia kwa bwana mtume wa sallam. Anas awaambia wenzake katika masahaba na katika tabiina, ni azimeni masikio. Tashwiq ala yani awatia shauk, awatia mahabba na usikivu kwa makini. Asema la yuhaddithukum bihi ahadun ghairi, hakuna mtu mwingine ambaye atawaelezea haya naowaelezea sipokuwa ni mimi. Ina maana hiyo ilikuwa ni chemba baina yake na Mtume. Anas alikuwa akimsaidia Mtume nyumbani kwake. Anas mama yake alimpeleka nyumbani kwa mtume kutoka ni mdogo, akamwambia huyo nimekuachia wewe, kama ule, yule mke wake Imran alomwambia Mola direct kwamba huyu aliyokutumboni nitakuletea wewe msikitini atumikie. Na mama yake Anas alimpeleka Anas kwa mtume akamwambia, huyu nimekuachia wewe, ni milki yako, ni wako, mtumie vile utakavyo. Sasa Anas ajisifu hivyo, akasema Asema samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasabi wasallam, nimemsikia mtume yaqulu akisema, inna min ashrati saa, hakika miongoni katika dalili za Kiama an yurfaa lilmu manzo, elimu itapotea. Elimu itapotea je? <laughs> yeah, ni Mola ataipoteza elimu? Ni Mola, kadari ya Mungu, qadauhu wa qadaruhu, lakini kwa matendo yetu sisi sunnatullah kwa matendo yetu sisi hatusomeshi watoto, hatuwazingatii walimu, hatuwajali wanaosimamia mambo ya elimu ya dini. Tuko ulimwenguni tu, tutembea tuko angani, hatujui tutaanguka wapi. Mwenyezi Mungu atupe salama. Kwa hivyo ni sisi wenyewe, na Mungu akatukubalia akatu endelee, atakae mi ntambarikia ataendelea at na lile atakalo yeye, atuambia ayurfa al ilmu, mwanzo wa elimu itapotea itakuwa hamna katika majamii, wayaqillu rijal manzo e, wayakthuru ljahlu ujinga utakuwa mwingi, elimu itapotea ya dini, alilmu kwa maarifa na ujinga utakuwa mwingi, na ujinga utakuwa mwingi. Wayakthuru zina na zinaa itakuwa nyingi, sallallahu salama ya rabi. Wayakthuru shurbu lhamdi, na unwaji wa pombe unwaji wa tembo utakuwa mwingi Wayakilu rijal na wanaume watakuwa kidogo, wayakthuru nisaa. Nani alomwambia huyu mtume maneno haya? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwani huyu mtume ajua mambo ya ma, ma baada zamanihi, yaani ajua mambo yatakayokuja baada ya zama zake? Hajui. Nani alomwambia? Hii ni direct kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Hata Jibril hawezi kujua, hata malaika yote hawezi kujua, lakini Mola subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua, kwa sababu ajua E, ajua wale maswahaba imani zao zilikuwa thabiti, na ndio maana wakafanya mambo thabiti, na tabiina ikawa thabiti, tabi tabiina ikawa thabiti. Kwa leo sisi tumekuwa hivi tulivyo, hivi tulivyo, yani haramu ni ile ambayo hukuipata, ile ambayo umeipata iko karibu yako wewe, huwa si haramu, ni halali. Tumeomba Mwenyezi Mungu thabati, yani ndio muhimu, ya Rabb muhimu wayakilu rijal, wanaume watakuwa kidogo wa yakthuru nisa wanawake watakuwa wengi wanaume watakuwa kidogo, wanawake watakuwa wengi. Hata yakuna li 50 mraat, hatta yakuna li 50 mraatun alqayyim alwahid, mpaka wanawake 50 watakuwa wakisimamiwa na msimamizi mmoja. Hapa ni kama kuna kinaya, pengine wanawake 50 waendelea shughuli zao za kistarehe na mwanaume mmoja, yawezekana Yawezekana ikawa wanawake wako wengi majumbani, hakuna mwenye kuwaoa na wamekaa nyumbani, kwa hivyo msimamizi mwanamume mmoja, na na mfano huo, yani yaweza kuingia yote. Hii ni hadithi sahihi ambayo haina shaka, imepokewa na saidna eh, Anas na aliyopokea huku chini ni Alimamu al-Bukhari. Kwa hivyo hiyo ndio hadithi picha, ifahamike vizuri. hadithi nyingine hadithi nyingine tumalizie hii alafu tuingie e, rasmi undani wa mambo ya zina e, e, taban mwanzo wata tutoe picha ya ulimwengu iliyoko. Bwana Hamud Anwejiri atuambia wa amma zina fakad ju'ila lahu aswaqun ma'rufun marufa fi kathiri min albilad, kuhusu zina imewekewa masoko imewekewa maduka maarufu yanayojulikana katika ulimwengu. Atuambia yamewekewa masoko maarufu katika ulimwengu, allati yantasibu ahluha ila alislam, tena madola ama serikali ambazo zinasibisha na Uislamu. Zinaa imewekewa masoko, imewekewa maduka special. Na pengine watu wana sindano zile za kuondosha kisonono au kuondosha ugonjwa wa zinaa. Kwa hivyo na, na serikali hizo zadai kwamba serikali za Kiislamu, zadai kwamba ni serikali za Kiislamu wa ma yuf'alu fi ghayri al-aswaq akthar wa akthar, na yanayofanyika nje ya hayo masoko ni zina nyingi zaidi na nyingi zaidi, ambazo kwamba hata hazitajiki hazi e, kisha akatwambia wakad waka shay min dhalika fi lmadhi ala yadi ibahiyina min alfiraqi almarika fil umma, na mambo kama hayo yamepita katika vile vipote vinaodai Uislamu pia, lakini wa, wako nje ya Uislamu. Yani matendo yao si ya Uislamu. Watuambia kama historia kalkarami tu akarami tu alikuwa ni pote hili la, la watu walidai kwamba wao ni Waislamu, wakamiliki na Misri pia Egypt na sehemu kadhaa walimiliki, wakadai kwamba wao ni, ni Waislamu wakawa an yani, hakuna mambo ya mawalii katika ndoa, hakuna mashahidi, ni wewe na mwanamke, ukimpata endelea naye, yani come to, to stay njo, tukae tuendelee na maisha. Naudhu billahi min dhalik. Alladhina abahu zina, ambao walikuwa walihalalisha zina, wakana wali artakibunahu bi suratin jamaia, na wakawa wafanya zinaa kwa picha ya jamaa group, yani, subhanallah, na haya leo ndo yameenea zaidi yaani watu watatu wanne watano watakuwa sehemu moja, pengine rumu moja, wanaume watano wanawake watano, au pengine wanawake kumi wanaume watano. Ni mambo yamefanyika katika history na yamefanywa na wanaodai Uislamu na leo tuayaona, tuayaona. Mwenyezi Mungu atupe salama na watoto wetu, kwa sababu zimefunguliwa hizo YouTube zimefunguliwa sijui hizo eh, magogle na, na vitu vingine ambavyo mengi ni mabaya zaidi kuliko mazuri, na hata kama hutaki pengine utakiona kitu kingine kwa, kwa lazima ukiona. Waluoko fizina fizina alyawm bata amdan makshufan wa sarihan wa maisuran, na kuingia katika zina leo ulimwengu wetu huwa leo, ni kitu kiko waziwazi, kiko kimefunguliwa, kimepoa nafasi. Kuna hiyo sijui uhuru au haki ya binadamu, mpaka mashoga pia huambiwa ni haki ya binadamu na mengine yote ambayo ni haki za binadamu hata mtu kutembea na jibwa. Yani, wanadamu wamebadilika, wamekuwa hayawani, wanadamu wamekuwa hayawani. Hindu aliuliza, awatazini lhurra, mwanamke wa kiungwana aweza kufanya kitendo cha zinaa? Na yeye alikuwa atoka katika ukafiri, katika ukuresh akashangaa. Leo imekuwa si chochote, si lolote. Na pengine mashule yetu wacha tu, tufungue swaraha na pengine mashule yetu yalazimishwa na serikali, mashule ambayo kuna wasichana au kuna wavulana na wasichana, lazima waeke kondom. Kwa nini lazima waeke kondom? Waleni wanafunzi wasoma. Alafu na nyinyi serikali mmetuambia hatufai kumwozesha mtoto chini ya miaka 18, na huyo mwana msichana anayesoma huko ni chini ya miaka 18. Kwa nini mweke kondom? Kwa hivyo ndio hizo sehemu ambazo kwamba zimewekwa, hayo yako haya mambo, na kama sehemu nyingine hakuna, lakini kwetu ziko zimewekwa mashule ni sekondi na ma college na mauniversity may zimewekwa. Kwa nini kuweko kuna target gani hapo? Wala takrabuzina, ina maana huku hakuna. Ni mambo lazima tuyaeleze maadhiratan, yaani tutafuta tu, tu, udhuru kwa mola wetu peke yake, hatumjali mwingine yeyote. Sasa tuambia hata ghada amdan amdan hatta <clears throat> Wallahu lmustaanu min asrina, tatafannanu tata wasailu lilam il katika zama zetu hizi e, wasailu lilam il yani, hizi zombo za matangazo na habari zote zimerusha zime, zime, zime kwa wingi mambo hayo, jamia anwaiha wa watatalakaha fi ardhi zina, yani hutangaza, hu, haswa zina au husisitiza zina nyingi katika zombo za habari watazini uh, al-ahri la na kuipamba ile zinaa, yaani zina kuifanya ni kitu chepesi, yani ni kitu simple tu, ni kitu adi watakariri adiara na kukubali majumba ya madangiro yaani majumba, majumba ya madangiro majumba ya hawa malaya ama hawa wenye kufanya vitendo vibaya fi awsat nas, watu wa kawaida tu, si wale watu wabaya sana, watu wa kawaida tu. Alafu kuna na nidhamu hapo, lazima kila wakati wakapimwe waende hospitali, ati kuna health wenda, wenda kwa tibu subhanallah, subhanaka hadha buhtanun adhim. Hayo ni mambo ya khatari, hata gada dhalika amdan adiyan, mpaka hilo limekuwa ni jambo la kawaida wa yani tabiiyan nature. Kwa nini la budda min ukuihi min arijali wanisai, ni lazima utaingia wanaume na wanawake lazima. Bali ni sehemu wameitengeza wame kwa uzuri zaidi, wameipamba uhisi kama kwamba uko peponi, lakini pepo ya uongo ya Dajjal ya Iblis ya shetan. Kama inna kathiran anna kathira min ad-duwal al-muntamiya lil-islam, vile vile dola serikali nyingi zinazonasibisha na Uislamu, ambazo limeinasibisha na Uislamu fadlan an ghairiha licha, dola nyingine, yani tuache dola nyingine, serikali nyingine, serikali zinazoinasibisha na Uislamu imeweka mambo hayo, na ushahidi huko kad, kad swaghat qawaninu la tuhrimu zina la tuharrimu zina, zimeweka kanuni, zimeweka sheria ambayo haiharamishi zina, wala tuakibu murtakibi, wala hazimwadhibu mwenye kutenda hayo matendo hayo ya zina. Hakuna mtu akizini atayapigwe mbati mia au akika akiiba katwe mkono hizo hakuna. Na wao wenyewe hujiita serikali za Kiislamu, bal mana hata rahiswa li baadhi dhuuri, bali zimetoa permit kwa baadhi ya majumba zimetoa permit kwa baadhi ya majumba, kusadikisha neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakithiri, itaenea, itadhihiri, ita itakithiri, itadhihiri Itaenea. riwaya tatu hizo tofauti tofauti, limumarasati lbeigha kufanya kitendo cha zinaa, walilani anhu duna haraji, na kutangaza bila ya kujali, bila ya kuhisabu kwamba ni makosa ama ni madhambi. Hiyo ndio picha ambayo tumependa kuitoa kwa mukhtasari kuhusu zinaa. Itaenea, na ikienea, tumeambiwa na Mtume hii hadithi ya mwisho Atuambia, idha kathura, idha kathura zina, idha uh, ktaraba, idha ktaraba saa, idha ktaraba tisaa. Yani kathura zina, kiama kikikurubia ni kila, yani kikikurubia, zinaa itakuwa nyingi zaidi, na zinaa ikiwa nyingi zaidi, ghuriku watu watagharikishwa. Kugharikishwa ni vipi? Ummati Muhammad hugharikishi ni, wote. Hilo ni ombe liliomba Bwana Mtume Sallallahu alayhi wa sallam aliliomba, lakini idha kafura fihim lfahisha, uchafu ukizidi watagharikishwa. Si wote, waweza kugharikishwa nchi kama kumi zikabakia nyingine. Zaweza kugharikishwa nchi moja ikagharikishwa, lakini wakagharikishwa wale watu wabaya zaidi, na waweza kugharikishwa wabaya zaidi na wasokwa wabaya. Hilo ni jambo ambalo Mungu mwenyewe yuwafanya atakalo. Sasa tumeambiwa hiyo ni ahadi kwamba zinaa ikienea na adhabu haiko mbali, na tumeisoma hadithi pia ambayo imetuelezea hivyo. Sasa lengo zaidi, lengo zaidi ya kueleza haya kabla y hatuyaeleza matatizo ya watoto wa zinaa ni kwamba lazima tumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ikiwa Mtume ametuambia kwa kila ikikurubia kiama na zinaa itazidi, itashadidi, na tumeiona twaiona waziwazi, ama twaiona kwa kusikia, ama twaiona kwa dalili dalili hivi. Hiyo e, yomuhaflati Riyadh, siku ya hafla ile ya Riyadh ya Saudia, we unashaka gani kwamba kuna zinaa ilipatikana pale? Na kama unashaka basi wewe bado uja kuwa mwanadamu kamili wa kuhukumu akili yako. Una shaka gani siku ile pengine talaka ngapi zilitoka? Wale wenye kuachwa ni wajani, watamtegemea nani baada ya yule mume alomwacha? Yaani dajjal, dajjal kwa msaada wa yani, hii huitwa firqat dajalia. Yaani ni kipoti cha da, madajjal. Dajjal ni waongo, mwongo yote huitwa dajjal. Lakini yule atakayekuja haswa ndo atapewa zile power na Mola kama alivyopewa Ibilisi kufanya yani, kufanya vituko kufanya maajabu, ila mwenye imani peke yake ndo tafaulu, mwenye imani na mwenye kusoma Suratul Kahfi mwanzo aya kumi za mwanzo na aya kumi za mwisho. Tumwombe Mwenyezi Mungu na yule ambaye aomba dua katika swala kila siku, allahumma inni audhu bika min adhabi lqabri wamin adhabi nari wa minfitnati lmahya walmamati wa waminfitnat lmasihi dajjal. Kila mwenye kuswali swala yake ikawa yasihi hata ingia katika zinaa hilo 100%. Kila mwenye kuswali swala yake ikawa yaswihi hata ingia kwenye zinaa, na swala moja kuswihi na kutimia swala yake. Hii ni dua tuliyowekewa na Bwana Mtume, hii dua tuliyowekewa: allahumma allahumma inni audhu bika min adhabi lkabri, manzo nailinda na adhabu na ya kaburi, wa min adhabi nnari, na adhabu ya motoni, wa min fitnati lmahya, nailinda na na kwako wewe mola na fitna za uhai ziliyoko wa min fitnati lmasihi dajjal, najilinda pia na fitna ya huyo mwenye kuzunguka ulimwengu mzima isipokuwa Maka na Madina. Manake masihi, manake mwenye kuzunguka adajali muongo. Kuna Masihil al sadiq, saidina Isa alayhi salam, pia aitwa masihi, yani azunguka kila sehemu, abaki sehemu moja. Lakini yule ni masihi sadiq, huyu ni masihi dajjali. Atazunguka na atakuwa azunguka na uongo na propaganda na diaya yani, uvumi usiokuwa wa ukweli. Na ukitaka kuhuishie babu yako muone au kipenzi chako aliofariki, ana uwezo, Mola amempatia. Kwa nini Mola kumpatia? Mola hufanya takalo kwa amtakae, na mambo kama haya yaitwa mambo ya ajabu. Kuna sampuli sa, sampuli fulani ambazo kwamba zimeelezwa katika sheria. Kuna istidraji, Mungu yuwampa mtu uwezo akafanya jambo la ajabu, lakini Mola atuambia sanastadrijuhum min haythu la yalamun, tawachukua tu kidogo kidogo, hawana habari wao lakini wa umli lahum inna, na wapa muhula na wapa mda kaidi matin moteo wangu subira yangu ina undani, usitaki kuingia ndani utoijua. Lakini Mola mwenyewe asema ni sidraj, kwenye Qur'an ametuambia. Kwa hivyo akifanya vituko kama hivyo, we muumini uliosoma na elimu manake haitoshi imani, umesoma na dini, utajua kwamba huyu ni dajjal na ni yule tulioelezewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mola ametuambia kuna mwingine huwa ni karama. Ikiwa si mtume, karama ni mja mwema, aonekana hamsalawati, hamdhulumu mtu, hamnyang'anyi ham, mtu, hiyo yaitwa karama, miujiza ya mitume wenyewe. Kisha kuna nyingine yaitwa eh, ihana. Ihana ni vice versa. Yani pengine mtu adai kwamba mimi ni mkubwa, ama mimi nina uwezo kadhaa, ngoja nitakufanya jambo kadhaa, likawa kinyume chake. Hiyo inaitwa maajabu pia ya kinyume. Kwa mfano, kuna bwana mmoja alidai yeye ni mtume. Kuna mtu mmoja akaenda akamwambia jito langu mmoja ndo laona la pili halione. Basi kwa hivyo nitaka na hili la pili nalo lione. Akamgusa hapa na ile la pili pia likawa halione. Hiyo inaitwa ihana. Mkono haufanyi jito la pili pia lisione, lakini Mola amemwonyesha ihana. Kwa hivyo, kuna istidraj, kuna karama, kuna miujiza, kuna ihana, kuna mauna tu, msaada tu. Wewe tu mfano umekaa hapa waomba upate milioni moja wewe tu mtu wa kawaida kama mimi, si walii, si adui wa Mungu, si mtu mwema, ni mtu tu wa kawaida. Ukamwambia Arabi ni, niteremshie na mimi laki moja hapa, Mola akakuteremshia hapo hapo. hii haitwa eana, ni msaada, umemuomba Mola na Mola amekupatia si kwa sababu wewe ni mbaya ama wewe ni mzuri, mambo kama haya yako. Kwa hivyo ni muhimu tusomeni dini yetu, dini yetu ya Kiislamu haikubakisha jambo ila imeeleza. Zinaa imeenea na itazidi kuenea kwa sababu ya nyoo zetu chafu, lakini lao itapatikana na group ambayo itakuwa ni mzuri, yaweza kupotea kisha baadaye pengine ikarudi. Na Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuwe ni wenye uwezo wa kuiondosha hiyo zina kwa uwezo wake Mola, kwa msaada wake, na atujalie min alladhina yastamiuna alqaula fayatabiuna ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.